vurugu zilikuwa hakuna. Na Watanzania wengi mwaka huu, kama mtakumbuka waandishi wa habari, katika uandikishwaji, uwekaji wa vituo vya kupigia kura, tulikuwa na vituo vingi kuliko mwaka wowote ule wa uchaguzi. Kwa hiyo watu waliweza kwenda kwa haraka kupiga kura asubuhi, wakarudi majumbani na kazi ya kupiga kura baadhi ya maeneo ilimalizika mapema kwa sababu ya wingi wa vituo. Mfano, kunakuwa na sehemu kuna watu mia tano vimewekwa labda vituo mia mbili. Maana yake hawa watu wataisha kwa haraka. Zamani ilikuwa watu mia tano, kuna vituo labda saba vya kupiga kura, maana yake hapo unakuta mistari ilikuwa ni mirefu sana, lakini nikuhakikishie kwamba watanzania wengi wamepiga kura na kuthibitisha hilo. Hata wakati wa mikutano yetu ya kampeni, mliona namna gani, waandishi wa habari, watanzania walivyokuwa wanajitokeza katika kampeni za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hilo ni kuondoe hofu, watu walipiga kura maeneo yenye changamoto ni machache na ndio maana unakuta hapa kura hazijawa milioni zile ambazo zililetwa na tume hapa. Tuna ushindi wa asilimia 97 haujawa asilimia 100 maana yake kuna maeneo watu inawezekana wamepigia vyama vingine, kwa sababu ndiyo demokrasia, lakini vurugu ile haikuathiri moja kwa moja zoezi la upigaji wa kura.